Baada ya maandamano ya vijana wa jinzii yaliyofanyika katika sehemu mbalimbali mbali nchini tarehe ishirini na tano mwezi huu, na pia kushuhudia maafa na pia uharibifu wa mali, waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen amesema kuwa kama idara ya polisi wanapiga upato maandamano ya amani na ambayo maafisa wa polisi watakuwa wanawalinda waandamanaji wakati wa maandamano moja. Na bunge tunataka kupitisha sheria mpya ya kuhakikisha kwamba maandamano mambo ya protest picketing demonstrations itafanywa kwa njia nzuri, na in future if citizens watakubali, wakikubaliana na sisi, tunataka maandamano yenye polisi wana escort. Mnaomba, unasema mi maandamano yangu itaanza saa 3 itaisha saa kumi, na itaanzia barabara ya Moy Avenue kutoka kona fulani mpaka huko Ngara, na ikifika saa kumi sisi tunaondoka pia sisi tunajipanga kwa polisi, tunaweka polisi ya kutosha mna escort wananchi, mna match pamoja, mtu anashika karatasi yake, ikifika saa kumi anajiendea nyumbani, wanasalimiana na polisi ama kama tuku, polisi amefunga kazi, wanapitia restaurant wanakunywa chai anaambiana kwa heri, kila mtu anaenda nyumbani. Hiyo ndio ile katiba ilikuwa inataka. Murkomen akisema kuwa kwa kiasi kikubwa alihuzunishwa na vitendo vilivyofanyika siku hiyo ya maandamano ambapo vituo vya polisi vilichomwa na hata bunduki kuibiwa, akidokezea kuwa anapigia upato kuboreshwa kwa uhusiano wa polisi na wananchi. Kuna hakuna kitu inaniumiza kama ile niliona wiki hii ambayo police stations kumi ili ilivamiwa na kati ya hiyo karibu tano ikachomwa, na bunduki tano ikaibwa, na bunduki moja ambayo iliibwa AK47, baada ya siku moja ikatumiwa kufanya uh, makosa ya jinai huko huko huko uh, robbery huko Naivasha. Aida, Murkomen ameweka wazi kuwa yuko tayari kuwatetea maafisa wa polisi na hasa kutokana na wahuni ambao wana kusudio la kuzua vurugu kwao na vituoni, akisema kuwa ni lazima maafisa wa polisi waheshimiwe. There is authority in this place. And that's why you see me insisting to Kenyans after the events of this week that the police station and police officer must be respected. This uniform must be respected.

hiyo yote haitatusaidia kama nchi kusonga mbele tukiwa we are also going to protect you against goons, thugs, uh, and violent people who come to the police station to cause havoc to burn police station to attack police officers we are, I'm not going to keep quiet and see you suffer uh, uh, the, the, the pain and suffering that comes with people who are either Wayward, they are robbers, they are violent people. Matamshi ya Murkomen yanajia siku chache baada ya kuibua hisia mseto kutokana na semi zake za kutoa agizo kwa maafisa wa polisi kutumia mitutu ya bunduki. Fredrick Wambua, Undugu TV.